Rais Magufuli amesema hayo baada ya kushuhudia utulianaji saini mkataba huo na kusisitiza asilimia 40 ya mapato ya nchi ndiyo yanayotumika kufanya maendeleo. Hivyo ameitaka wizara kwa kushirikiana na bandari kusimamia ujenzi huo ambao utachukua miezi 22. Ahakikisheni hawa makandarasi wafanye kazi usiku na mchana. Nitafurahi sana kama mradi huu utakamilika chini ya miezi ishirini na wakifanya usiku na mchana inawezekana, tukagawa hiyo miezi wakamaliza haraka, kwa sababu uwezo upo na pesa ipo, kwa sababu pesa yote bilioni mia moja thelathini na saba, hata wangemaliza leo tungewapa. Nasema wao pesa ile ipo, wakimalizika haraka mizigo, meli na kadhalika zitakuwa zinapaki hapa wananchi wa Mtwara watapata ajira. Akizungumzia ujenzi wa barabara ya Mtwara Tandaimba Newala kwa kiwango cha lami, ameonyesha kukosa imani na mkandarasi aliyepewa ujenzi wa barabara hiyo kutokana na huko nyuma kufanya vibaya, na hivyo kumtahadharisha waziri mwenye dhamana. Sema tu sifahamu kama waziri amefanya assessment vizuri ya huyu kandarasi au huyu kandarasi amejirekebisha ninyi wenyewe, na kwa vile nitakuwa nafuatilia, na kwa vile nitakuja kuweka jiwe la msingi la mradi huu, na kwa vile kandarasi ninamfahamu, na mimi ninyi nimeshawaonya mapema. Pakitokea ya ovyo, ninajua nini cha kufanya, kwa sababu sitaki kusikia kila kitu kibaya kinapelekwa Mtwara. Nataka kila kitu kizuri kipelekwe Mtwara. Barabara ya Mtwara Mnivata Tandahimba ni wale Masasi yenye urefu wa kilomita 210, mkandarasi huyo atajenga awamu ya kwanza kutoka Mtwara Mnivata, yenye urefu wa kilomita 50. Kwa sasa mkandarasi yuko kwenye hatua ya utaalishaji vifaa, yani mobilization. Hata hivyo, akitoa maoni yao kuhusu ujio wa mheshimiwa rais Magufuli, baadhi ya wananchi wa mkoa wa Mtwara wakawa na ujumbe huu. Kwanza anachukua fursa hii kwanza kushukuru mheshimiwa rais kwa ujio wake wa Mtwara, kwa sababu tunaamini kwamba ujio wake unafungua fursa nyingi ambazo labda zilikuwa zinaandaliwa kwa ajili yake. Tumeona kwamba amekuja kwa, kwa ajili ya kufungua miradi mingi tu. Tumeenda bandarini, tumeona jinsi mradi wa upanuzi wa gati kule umefanyika. Wamekuja hapa NMB na fursa nyingi ambazo tumeambiwa kwamba kutakuwa na upanuzi wa barabara, kwa hiyo ujio wa rais kwenye mkoa wetu tunashukuru sana. Akiwa mkoani Mtwara, Mheshimiwa Magufuli amefanikiwa kuzindua ofisi ya NMB kanda ya kusini, ofisi za Benki Kuu kanda ya kusini, sambamba na nyumba za shirika la nyumba la taifa ya Mheshimiwa Rais Pombe John Magufuli katika mkoa wa Mtwara ambapo pamoja na mambo mengine ameweza kushuhudia utiaji wa saini wa ujenzi na upanuzi wa bandari ya Mtwara ambao utagharimu zaidi ya shilingi bilioni 137. Nikiripoti kiripoti kutoka Mtwara naitwa Lucio Kutu wa ITV.